Yes, sawa sawa digital. Hivi mara yako ya mwisho ku, eh, kuona eh, keki kubwa zaidi kuweza kutengenezwa hapa duniani ni, ni mwaka fulani, fulani eh, kutokea. Sasa niko na taarifa kutokea huko eh, nchini Ufaransa ambapo sasa Ufaransa yaoka keki ndefu zaidi u kipindi cha hapo baadaye kama itakuja ku, kuweza kuja kuvunjwa rekodi. Sasa wakiwa na, na mayai elfu nne kwanza kabisa pia inaanza kabisa kwamba kulikuwa kuna mayai elfu nne ambayo yaliweza kutumika kutengeneza keki hiyo na shehena ya sukari ya krimu, waoka keki Ufaransa pia wameweza kutengenezwa keki ya eh, sitroberi yenye urefu wa mita 121.8, ndio ndefu zaidi kuwahi kutengenezwa duniani na kuweza kuingia katika rekodi za kitabu cha Guinness. Sasa eh, kitabu cha Guinness tunajua kabisa, ukiona mpaka taarifa yako imeingia kwenye hicho kitabu, ni kwamba ni kitu ambacho kimeweza kushtua eh, dunia kwa wingine au kitu ambacho pia kimeweza kutishia e, katika e, vitu tofauti tofauti ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa bana, keki hii sasa imeweza kuingia katika list ya zile story ambazo zinaingia katika e, kitabu cha Guiness. Sasa use, e, useful El Gauto ali, ali, ambaye alileta pamoja na wapishi ishirini ambao waliweza kuipika hiyo keki, kuweza kutengeneza keki hiyo ya kipekee yenye uzito wa tani moja eh, point mbili, ikiwachukua wiki nzima au wiki moja kuweza kukamilika, na kuweka eh, kwenye meza kubwa ndani ya uwanja wa barafu eh, katika mji wa Paris wa